Simama nikinyenyekee nikisema ya kwamba nimekuwa MCA, saa hii naomba kazi ya ubunge. Kazi ya MCA najua, kile kitu inafanyika ile kazi naomba, najua ni nini inahitajika. Kwa hivyo mimi nikuwasihi, nikisema ya kwamba mkinipatia chukumu, sitawaibisha, majukumu yote nitahakikisha nitafanya bila mapendeleo na kufanya kila mahali, tukisonga mbele. Statement yangu ya mwisho kwa hiyo siasa ni kusema ya kwamba ukienda kwa siasa kwa kura kuunda serikali, unaenda kuunda serikali ama kuingia kwa serikali, unapatikana kwa position kwa bahati mbaya. Na ukipatikana kwa position bahati mbaya, lazima ujue kwamba hukuunda serikali. Ndio mheshimiwa Ruto alienda kwa kura akaunda serikali. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga roho iweke roho yake mahali pema peponi, hakuunda serikali na akaingia serikali. Watu wa Malava sahi hatuendi kwa general election. Election. Mnajua mahali serikali iko na mnajua mahali president yuko. Hawa wengine wanajiita opposition hawana president na hawana serikali. Serikali ndio kuna resources ndio maana mimi nasema nyinyi mmekuwa werevu mkipiga kura. Kina wera ngai walikuwa kwa serikali. Ngati akakuwa kwa serikali. Na wera akakuwa kwa serikali. Naswa akakuwa kwa serikali. Joshua Ngatia alikuwa kwa serikali. Soita Shitanda akakuwa kwa serikali. Mwana wa Taria Moses Malulu Injendi amewacha kwa serikali. Na imepaki mwaka mmoja na nusu. Msipoteze mwaka mmoja nje, kwa vile mimi wanasema siku moja kwa kanisa Iko na maana kubwa sana. Malulu alianzisha tunaesa maliso iso project alianzisha kwa kukumbuka rais yuko atasimama na sisi na serikali iko ambayo iko na resources. Hata wale hawana wako kwa opposition wanakimbia kwa serikali kutafuta resources. Kwa hivyo, nyinyi mkuwe werevu na werevu wenu ni kupika kura kwenda kwa serikali. Ndio maana mimi nasema mimi ndio candidate wa chama cha UDA, na hii chama cha UDA ndio unaona mheshimiwa wetangu lako hapa kwa sababu ya broad-based government, Raila Amolo Odinga alisema tukae pamoja. Mheshimiwa Tangula na Ford Kenya walisema tukae pamoja, kwa sababu mwelekeo wa serikali ndio huo. Mimi nataka kushukuru wenzangu wenye tulipambana nao, wakili Shimaka 001 Ryan na mheshimiwa Kangwana Chimuche. Wamesema mbele ni kuzuri kuliko minyil nyuma tumetoka, na mimi kama nimepatiwa chukumu ni kushikana na marafiki zangu Mandugu zangu tusonge mbele na ninaomba na nimewashukuru kwa kukubali kwamba siku ya kesho wanaweza kupata nafasi na wachenge malafu kusema kwamba ndetsanga imberi wenyu. Kwa hivyo tarehe 27 mwezi wa 11 namoja, mjitokeze nyinyi, ndio mnaandika nyinyi ndio mnafuta maisha yenu. Iko kwa kiongozi ile mtachakua. Uongozi hautaki kisirani, uongozi hautaki matusi. Kura inapembelezwa, mimi wanapembeleza kura. Kwa hivyo nasema nikimalizia hapo nikisema kwamba mkisema neno moja tu na roho yangu itapona.